Yalo kaka. Yalo. Da. Huwezi kuamini. Yaani bibi Kikoti huyu kaka anakea kinoma. Anakea kiaje mdogo wangu? Yaani kaka, huwezi kuamini huyu bibi, yani kila siku ananipa mamisosi na kula mwenzako. Yaani kila kitu nitachoishiwa ananipatia yule bibi. Yaani anakea kinoma. Kila <coughs> yani, mwenzako kila siku nakula mamisosi ananiletea na kula mwenzako, na jilamba na enjoy. Hi ujue, bibi kama ni mchawi. Hata mjukuu wake aliyekufa mwaka jana alimisha msosi kama hiyo kuangalia kwa kaka, unataka uniambie, unataka uniambie kwamba yule mjukuu wake aliyekufa mwaka jana na yeye alikuwa analisha chakula kama hichi ninachokula mimi? Ndio hivyo ninavyokwambia mdogo wangu, huyo bibi sio mtu mzuri, kuwa naye makini. Asa kaka, mimi bibi Kikoti huyu ananitakia nini? kwani mimi anataka nitoe kafara kama mjukuu wake? Kwa hiyo ujiongeze, mtu atakulishaje misosi hivyo. Asa kaka, Asa marefanyaje, jiongeze. Ah, bibi Kikoti.